Karibu Zanzibar, ilipoasisiwa lugha ya Kiswahili kudidimiza ukoloni, ikasimikwa dhima ya uzalendo kuutafuta ukombozi, yakazaliwa mapinduzi matukufu Januari mwaka 1964. Shehe Karume na wazalendo wenzake waliingia vitani dhidi ya mwarabu na wakamshinda. Leo Novemba 22 mwaka 2025, timu waliowahi kuipenda zaidi Shehe Karume, Yanga Afrika, inaingia vitani tena dhidi ya mwarabu Umenipata hapo eh? Naitwa Alhaji Zuber Mputa, Baba Abduli. Karibu tena Zanzibar, tuko hapa kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi iwapo imani zinatuambia kwamba kama aliyetangulia anapata nafasi ya kusabahi kinachoendelea ulimwenguni, basi hivi leo Sheikh Karume ataomba kigoda, kama si jamvi, apate nafasi ya kushuhudia timu aloipenda zaidi na aloisaidia ya pakubwa, Yanga Afrika, ikiwakilisha nchi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, tena kwenye ardhi ambayo yeye alipigana dhidi ya Mwarabu na akamshinda. Yawezekana kama ana uwezo wa kuiombea dua, basi dua njema itakuwa kwake kumpitia kwa mkewe Mama Fatma Karume, ambaye naye ni mjumbe wa kudumu kwenye baraza la wazee la Yanga Afrika ama baraza la wadhamini wa Yanga Afrika. Hivi leo itakuwa mechi ya namna gani? Karibu sana. Wenyewe wananchi wanaamini kuchagua uwanja wa Nyumba Amani Complex ni sehemu ya nyumbani kwao, wanaamini Wazanzibari wako hapa kuwapa sapoti na kuhakikisha kwamba wanaupata ushindi. Ni karata ya mwanzo dhidi ya timu kutokea kule nchini uh, Morocco hao wanaitwa Asfar ama FAR Rabat, ambao wenyewe tayari harakati zote, mipango yote ya kutafuta alama tatu katika mchezo huo tayari imeshapangwa kwa timu zote mbili. Wamefanya mazoezi wote wawili hapo jana, yale ya kikanuni kwa mgeni na mwenyeji, pia akifanya mazoezi kuelekea kwenye mchezo huo. Mpaka wakati huu hali ilivyo nje ya uwanja wa Nyuamani Complex, bado shughuli mbalimbali zinaendelea. Tunawajua Wazanzibari mapema saa hizi majira ya saa tatu hawawezi kuwa wamejitokeza katika uwanja wa New Amaan Complex, ingawaje wengi tayari wamekisha kununua tiketi. Wapo ambao wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, wanaovuka kwa boti kutokea Dar es Salaam kuja hapa uh, visiwani Unguja, lakini pia wapo wanaosafiri kwa njia ya ndege, wapo wanatokea nyumbani Tanga na kusogea hapa kwenda kushuhudia mchezo huu wenye historia ya aina yake ambayo visiwa vya Zanzibar inapata nafasi ya kuhodhi. Ni nafasi kubwa sana ambayo wamepata Zanzibar, ingawaje tayari walishahodhi mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini kwa sababu tunajua tambo, Ally Kamwe anakwambia haujawahi kuhodhiwa mchezo mkubwa zaidi ya huu ambao unakwenda kuhodhiwa hivi leo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, akithibitisha kwamba usilinganishe mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho na michezo mingine ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sisi tunaamini mchezo wa mpira miguu, kila mchezo ni mchezo mkubwa lakini...